Sasa mtazamaji, tunaangazia mstakabali wa taifa. Kuna masuala mengi ambayo yamefanyika humu nchini, tukiangazia siasa, sera na vile vile uongozi wa taifa. Hapa studioni siko peke yangu, niko na mgeni wetu ambaye ni Daktari Martin Olo. Ni mchambuzi wa masuala ya siasa, ni mwadhiri wa sheria na vile vile ni mshauri wa uongozi. Karibu sana daktari katika studio. Asante, nashukuru na najua sasa kuna mambo mengi ambayo yanafanyika. Tuanze na lile ambalo limefanyika siku ya leo, maandamano ya ghadhabu kuhusiana na mauaji ya mwanablogu na mwalimu Albert Ojwang jijini. Kumekuwa mahame, ilikuwa pilika pilika, polisi, waandamanaji. Mtazamo mm -hmm. wako ni upi? Tunaelekea wapi kama taifa? Ah, kwanza kabisa ni ku, shukuru Mungu kwamba bado tuko na taifa, kwa sababu licha ya kwamba tuna misukosuko tuna hali yeah, ya hapa na pale, bado tunatumaini kama Wakenya, na pia niseme ya kwamba tutume risala za rambirambi kwa wale ambao wamepoteza maisha yao, kwa sababu wale yule tulimwona akipigwa risasi kwa karibu sana, hana chochote, hajajihami wala hakuwa na jiwe anauza barako watu, anauza, anauza barako watu. <laughs> Ni hali ambayo kwa sasa inaonekana maisha ya binadamu kidogo haina thamani, kulingana na baadhi ya maafisa wetu ambao wamo kwenye e, e, polisi ama kwingineko <laughs> kwa hivyo, ni jambo la kusikitisha kwamba hatuna Uh, uoga wote, hatuna thamani yoyote kwa maisha ya watu, na nafikiri ni jambo ambalo siku si nzuri, kwa sababu maisha ya mtu na maisha ya Wakenya hasa ndicho kiini kikuu cha mtu yoyote kusema kwamba anataka kuwa kiongozi. Anapochukua kiapo anaapa kwamba atalinda taifa na atalinda maisha ya watu na mali yao. Ndiyo. Kwa hivyo kwa sasa tunaona hali hii si nzuri tena. Ndio, shukran sana kwa kauli hiyo ya kutufungulia kipindi. Masuala mengi yanafanyika, naelewa tunaishi katika mazingira ya siasa, na hivi sasa siasa zimeanza kuchacha kwelikweli. kweli. zilianza wakati wa kuapishwa kwa rais mwaka elfu mbili ishirini na mbili na zinaendelea, lakini lile joto linazidi kupanda kila kuchao. Kwa mtazamo wako, tumeona kwamba kuna mirengo ambayo inabuniwa Mm -hmm. Tuko sawa, maendeleo tutayapata au tutazidi, tuna siasa zetu <laughs> nchi hii yetu Dio. Ukweli ni kwamba kama siasa ingekuwa ndio maendeleo tungekuwa tumepiga hatua kubwa sana, ndio kwa so, sababu siasa zetu haziishi, tunaanza tunamaliza kura, tunapomaliza kura tunaendelea. mm -hmm. Sasa sasa hizi tunaongea, tuongee mambo 2027 tuangea mambo ya 2032, no. Kuna watu ambao wanajiandaa beyond 2032. Kwa hivyo unaona kwamba sisi kama ni siasa. mm -hmm. na kama siasa ingekuwa ndio mm -hmm. maendeleo, nafikiri tungekuwa tumepiga hatua sana. Kwa sasa niseme hivi, uh, kwa sababu siasa zetu ni za ubinafsi. mm -hmm. na wengi ambao wanaingia katika siasa wanajitafutia, basi wale ambao kazi yao ni kutafuta kibinafsi na kutafuta njia ya kuingia katika utawala mm -hmm. Wanaendelea kujitafutia, lakini katika hali hiyo Wakenya ndio wanaopoteza kwa wingi kwa sababu, mkenya wa kawaida hana lingine. Anataka awe na amani, apeleke watoto wake shule, aweze kwenda hospitalini na apate madawa akiwa ni mgonjwa, na awe na maisha ambayo yana thamana kidogo, yes. Akiwa mgonjwa anataka awe, apate matibabu. Akiwa ameketi kwake, anataka atafute chakula, anataka aende kwenye soko, afanye biashara zake. Mkenya wa kawaida haja yake na serikali sio kwamba anataka serikali iweze kumpatia, inataka serikali isimuingilie ili kwamba afanye biashara zake na aendeshe maisha yake bila shaka. Asante sana kwa kauli hiyo, mwelekezi wangu Emmanuel. Kuna video moja ambayo hipo, ambayo imekuwa ikisambaa wiki nzima kutoka kwa katibu wa chama cha ODM Edwin Sifuna akiwa na naibu kiongozi wa chama hicho ambaye ni Godfrey Osotsi, ambaye pia ni seneta wa Vihiga. Hebu tuchezee ili tuendelee. Mahali tumefika Kenya hii, hakuna haja ya maneno tena. Mahali tumefika Kenya hii, we want action, we don't want words. Na nataka niseme for me, ukiniuliza kama Sifuna, ule mkataba tuliandika na UDA is of no use, as I speak today. Haina kazi hiyo mkataba kwa sababu inawezekanaje tunaandikishana tuseme, hamta huwa vijana, kijana anachukuliwa kutoka kwao, anapelekwa mpaka Nairobi, anawawa kwa seli. Juzi tumeona wengine wawili wamechukuliwa Elgeyo Marakwet, wamepigwa, wamekatwa mikono, wamerushwa kule Nakuru, mwingine amekufa kwenye police station ya Katitu hapa juzi. Na ndio maana nasema hiyo mkataba haina maana, mahali imefika, it doesn't matter what else Ruto does It doesn't matter what else he does. That agreement is dead. It is dead. Daktari, umeweza kuyasikiliza mwenyewe yale ambayo yaliandikwa kwenye mkataba hule, hayana maana. Maneno yake katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna. Sijui mtazamo wako ni upi katika kauli kama hiyo. Mimi ningependa kukubaliana naye Sifuna kwa sababu ukweli ni kwamba ukiangalia zile poindi kumi ambazo ziliwekewa zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, mkataba ama sahihi, hizo poindi ni poindi tu, unaweza kuzitumia kama nafasi ya kuongea <laughs> lakini hazikuwa na nguvu za kikatiba wala nguvu za kisheria, kwa sababu nikija nikwambia hatutakuwa kutoka leo, hatutaumiza vijana tumesema nini? Kwa sababu kazi ya serikali ni kuhakikisha kwamba watu wote wanalindwa yeah. Uh, ule ulikuwa ni mkataba ama ilikuwa tu ni njia ya kujaribu kutuliza hali iliyokuwa naye. Nafikiri uh, kiongozi wa ODM naye kiongozi wa UDA ndio aliweka ule mkataba. Wengi wa watu, wa watu ndani ya ODM sidhani wako ndani ya ile ule mkataba ndio kuna wachache ambao tayari waliingia serikalini. Sasa tukizungumza swala la broad-based na nini, kisheria kikatiba hamna kitu kinaitwa broad-based, hamna. Kwa sababu serikali yoyote ile, iwe ulipigia kura ama ukuipigia kura, ni ya Wakenya. Kwa hivyo hata serikali ya Kenya kwanza ni ya Wakenya. Huwezi kusema serikali ni ya Kenya kwanza a ni ya Wakenya, kwa sababu Wakenya walipopiga kura kwa wingi, kwa wingi wakasema ni Kenya kwanza, wengine wakasema wengine ketini pale chini kwa hiyo serikali hii ni ya Wakenya na lazima iwe inajumlisha kila Mkenya na mm -hmm. Hiyo ndio demokrasia na ndio katiba mm -hmm. Kusema kwamba huo mkataba unaleta uwiano, hauleti uwiano mm -hmm. Hauleti na mambo uwiano, unaletwa na vitendo, unaletwa mm -hmm. na hali watu wanavyofikiria mm -hmm. kuna vile watu wanavyofinywa, kuna, kuna hali ambayo watu wanatarajia. Huwezi kusema tumeweka mkataba kutoka leo tutakuwa na amani. Amani inakuja kwa sababu kuna nia. Na wanasema panapo nia pana njia, pana njia. Bila shaka umezungumzia swala hilo, na najua ni swala moto sana. Awali ulisema kwamba ulikusudiwa kuleta uwiano humu nchini, na tumeona kwamba huo muungano ambao ni broadcast, ambao umesema kwamba haupo popote au uko kisheria, hivi sasa tunaona kwamba kuna kukashifiwa kwingi sana katika serikali na wale viongozi wa upinzani inamaanisha nini kwa taifa katika ukuaji wake, maendeleo yake na uwiano kwa jumla. La muhimu hapa ni kwamba kila sehemu ya nchi hii ingefaa ama inafaa iwe na yaani, kuweza kuhisi kwamba ipo na serikali ama serikali ipo mahali walipo. Kwa mfano, uipigie kura, usipigie kura, askari wanafaa kulinda, kulinda wewe mm-hmm uipigie kura usipigie kura, barabara ni hizo hizo. Wakenya wanapitia barabara waliopiga kura ambao na wale hawakupiga kura. Kwa hivyo kila mahali Kenya hii ingefaa tuweze kuihisi na kuiona serikali. Hauwezi kujenga nchi kwa misingi ya kutenga wengine. Kwa mfano, huwezi kusema sehemu hii haimo ndani ya serikali, msipoingia hatuto hapa maendeleo. Hilo sio kusudi la katiba yetu. Katiba inasema ya kwamba madamu huu Mkenya na unaishi katika nchi hii, serikali iliyopo ni yako, uipigie kura huku ipigia kura, kwa sababu demokrasia inasema kwamba wengi wape na wachache pia wasikize. Kwa hivyo hiyo ndio hali hiyo kwa sasa ni kusema kwamba huu mkataba uwepo usiwepo, Kenya hii ni yetu sote. Ukiwa kiongozi wa Kenya wewe ni kiongozi wa Kenya, walinde wa Kenya kwa ujumla, usiseme tu sasa mkabara. Kuna mengi yanazungumzwa, kwa mfano na nashangaa kwa mfano, watu wanasema sasa katika huu mkataba maendeleo yameanza kwenda upande huu. Uh, jamini, Kenya ni yetu wote. E, tukifanya bajeti tunafanya bajeti ya Kenya nzima mm -hmm. Tukiweka usalama ni usalama wa Kenya mzima, tukiweka sera zetu za foreign affairs ni sera za Kenya kwa mm hivyo -hmm. Lazima tujihisi kwamba wote tunajumuishwa mm -hmm. Sio kwamba wengine tunatengwa na wengine tunadekezwa na. Shukran sana kwa hilo na...